Ebona show ya Uganda ya mtu mzima Diamond Platnumz imeibua maswali mengi, ikiwa na mixed reviews kwa sababu kuna watu wanasema kwamba show ni kali, kuna wengine wanasema kwamba show haikuwa kali, ilikuwa mbovu. Yani kuna watu wamekuja kudondosha madongo straight up kwamba show mbovu, jambo ambalo eh, limefanya watu wengi sana waanze kubishana huko mitandaoni. Sasa basi eh, bila kupotezea time, ni kwamba Diamond bwana alivyopanda tu on stage alikuwa amevaa nguo zake nyeupe, duragi nyeupe, eh, singlendi, swali nyeupe, viatu vyeupe na koti moja refu sana jeupe. Sasa, kwenye ishu ya koti hapo watu wakaanza kwanza kuchamba kuhusiana na ishu ya dress code ya Diamondi eh, lakini baada ya baada ya kutoa koti alikuwa kumbe na kitopu kingine kwa ndani. So, ni dress code fulani hivi ambayo inamuonyesha Diamond ilikuwa ilikuwa yani swali lilikuwa kwanza refu. Kwa mara nyingi alikuwa akitembea anajitahidi sana kuishika kwenye nyua juu. Na tunafahamu kwamba Diamond ni moja kati ya maperforma wakubwa sana hapa Bongo na ni dancer, yani ni mtu ambaye anajua kweli kweli kudance akiwa on stage. Sasa kumvalisha koti kubwa vile ni moja kati ya vitu ambavyo vinafanya uwezo wake wa kudance unauzuia, limit. Yani unauzuia, yani una ulimit, maana kwa nguo haikuwa comfortable kwa Diamond kuperform nayo, hiyo moja. Mbili. Aa, ni kwamba issue wa kusema kwamba show ilikuwa mbovu sidhani kama ni kweli, kwa sababu Diamond amesold tiketi nyingi sana, yaani ameuza tiketi nyingi sana na uwanja ulikuwa umejaa. Kwa hiyo show huwezi ukasema kwamba ni mbovu, lakini sasa wadau huku mbalimbali wana wamekuja na maoni yao tofauti tofauti. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja wameandika hivi show ni mbovu. Tatizo Diamond au watu wa Uganda wamezubaa. Kuna mtu amekuja kuuliza kwamba je, kwa mujibu wa show ambayo amefanya Diamond kule Uganda inaonekana kwamba ni mbovu, nahisi kwamba tatizo ni Diamond mwenyewe au ni watu wa Uganda wamezubaa. Sasa basi. Katika caption hapo akaandika kwamba Diamond Platnumz amepiga show Uganda lakini show hiyo haina mvuto. Audience hawaonyeshi ushirikiano na msanii jukwaani. Diamond alitumia nguvu lakini wapi? Kiufupi ni kwamba show ilibuma kutokana na kwamba hakukuwa na vibe Akaendelea hapa kusema kwamba tatizo linaweza likawa ni msanii au hadhira, yani mashabiki ambao walijitokeza. Tukianza na Diamond, huenda alikosea kuchagua wimbo wa kuanza nao, maana alianza na wimbo una wimbo wenye vibe, ambapo labda watu walikuwa watu walihitaji kwanza wimbo wa taratibu ili eh, kuweka hisia zao sawa, tukijiuliza Ukija kwenye swala zima la hadhira, sasa mashabiki, ni kwamba, si kwamba hawamjui Diamond, lakini huenda wamezubaa sana, maana walikuwa wanaonekana hawana vibe, hawana ushirikiano na msanii, kwa sababu wimbo alioanza nao Diamond ni mkubwa. Kila mdau wa mziki kutoka Afrika Mashariki lazima aujue, umeona? Maana Diamond bwana alipopanda tu jukwaani alianza na Komasava